Shalom, karibuni sana kwenye kipindi, na leo tuko na ugeni mkubwa ambao umekuja maalum kabisa kwa ajili ya kufanya huduma kubwa kwenye mkoa huu wa Iringa, baada ya tangazo la muda mrefu sana ambalo tumefanikiwa kuliona na tumelishuhudia maeneo mbalimbali. Naomba niwakaribishe sana wapendwa, karibuni sana. Bwana Yesu asifiwe, karibuni kwenye mkoa wa Iringa. Bila shaka wengine ni wageni kabisa, ni mara ya kwanza au ya pili, lakini wengine wameshaikupita maeneo haya, karibuni sana. Uh, naomba nimkaribishe mwenyeji kaka Joel, wakaribishe wageni wako kwa lugha hata moja tu wakusikie wajue upo. Okay. Mimi ninawakaribisha Iringa na kwa ajili ya ibada. Naamini watumishi wa Mungu wako tayari. Amen. Ya ibada siku ya kesho. Sawa, na na naomba basi tuweze kufahamiana nikianzia na mkono wako wa kushoto kaka Joel, maiki anzie pale tuweze kufahamiana kwa majina na umetokea wapi na nitakuwa na kuuliza pia maswali huku tunaendelea, karibu Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Jacklinea Mwarabu, natokea Dodoma. Ndio, habari za Dodoma? Ndiyo, Dodoma. Bila shaka hii sio mara yako ya kwanza kuja mkoa wa Iringa? Ni mara ya kwanza. Karibu sana, karibu sana. Mrudishe kaka Joel mike, alafu ataivusha kwenda upande wa pili. Karibu sana mgeni mwenyeji. Asante. Joel pamoja na marafiki zangu wengine katika ibada ya Cloud of Glory. Yeah, kuna kipindi umeshaikuishi Iringa, saizi unaishi wapi? Sasa hivi niko Dar es Salaam. Sawa, karibu sana, bila shaka Dar es Salaam ni kwema. Anayefuata kaka, naitwa yeah, Roland Robart. Uh, Iringa ni mwenyeji. Sawa, nimezaliwa Iringa, nimekuwa Iringa na nimesoma hapo. Sawa, kwa hiyo sasa naishi Dar es Salaam na nimekuja kushirikiana na ndugu yangu Joel. Okay. ibada hii kubwa yeah, karibu sana na bila shaka Dar es Salaam ameacha mazingira akiwa salama. Anayefuata pia tufahamiane kwa jina uh, kwa majina naitwa Samuel Michael, mimi niko naishi Dar es Salaam. habari za Dar es Salaam? Njema. karibu sana, nimeona kwanza bila shaka kufika mkoa wa Iringa <laughs> sawa, karibu sana wengi. Nimeona mona metokea Dar, kasoro mikoa miwili tu, Lindi na makao makuu ya nchi kwa maana ya Dodoma naomba niwakaribishe rasmi kwenye mkoa wa Iringa na tunayo ibada ambayo itafanyika siku ya tarehe thelathini kwa maana ya siku ya kesho, masaa machache sana mabakia kuelekea kwenye siku hiyo. Natamani kufahamu mmejiandaaje, nikianza na kaka mkubwa kaka mkuu kwa maana ya Henrik, karibu. una uzoefu kwenye huduma kwa muda mrefu kidogo, kwa maana ya matamasha makubwa ambayo yanakutanisha watu wengi, kama hili ambalo kaka Joel ameniandaa kwenye matangazo na maeneo maandalizi yenyewe ni zaidi ya watu mia mbili elfu mbili na kuendelea. Kwa hiyo natamani kufahamu umejiandaaje, na unaombia nini watu wa mkoa wa iringa kiujumla. Yes, mimi kama nilivyosema mwanzoni kwamba Iringa ni nyumbani na mi namshukuru Mungu kwa sababu Iringa ni sehemu ambapo vitu kama hivi vikiandaliwa, kuna kuoga na mwamko mkubwa. Kwa hiyo inaendelea tu kuwasii watu ambao wako kwa Iringa kwamba wasikose ibada ya kesho, kwa sababu ndio kuna ibada nyingi ambazo zimeandaliwa lakini zipo nyingine ambazo Mungu atawapa watu neema ya kuziandaa, lakini ibada ya kesho ni ya tofauti kabisa. Yaani, ibada iliyoandaliwa kesho, kuna kitu tofauti ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili ya watu wa Iringa. Kwa hiyo kama uko Iringa, una rafiki yako mwambie, sisi tuko hapa. Jackie, Joel, Sam, Mordecai, Roland na mimi tuko hapa wote tumekuja kwa ajili ya kumsifu Mungu ili utukufu wake uguse yeah, maisha yetu. Wakati umepewa taarifa za kuandaliwa kwa ibada ya tarehe thelathini mwezi wa tano kwenye mkoa wa Iringa na kaka Joel, bila shaka, naamini yako mambo ulimshauri kwa maana ya aweze kuyafanyia maandalizi mapema yeah, ukifahamu changamoto unazokutana nazo kwenye majukwaa mbalimbali ukienda, yeah, kitu gani ulimshauri na baada ya kufika umeugundua amefanikiwa kukifanya au kukiandaa? Viko vingi ambavyo waga tunashauriana, kwa sababu Joel ni ndugu yangu mm. na ninaamini vyote ambavyo tumeshauriana kutokana pia na utashi wake atakuwa amevifanyia kazi kuangalia na vile ambavyo Roho Mtakatifu amemwongoza mm. lakini naona kabisa kuna vitu vingi vikubwa ambavyo yeye pia ameviandaa mm. vingine ambavyo mimi sikuwahi kuviona akiwa amevifanya nyuma huko. Kwa hiyo namshukuru Mungu, naona maandalizi yake ni mazuri na tunaendelea kujiandaa kwa ajili ya siku ya kesho. Yeah. Asante namba pwe dada Jacklinea, kwenye mkoa ambao hujawahi kwenda kufanya huduma, nini huwa inakuwa changamoto kubwa ukifika maeneo hayo, ukizingatia ibada ya tarehe thelathini mwezi huu wa tano? Ah, changamoto sio kubwa, kwa sababu Mungu ni yule yule ambaye tunamtarajia. Kama ambavyo anafanya kwenye maeneo mengine, ndio hivyo ambavyo anaweza kufanya kwenye maeneo yote, hata kama ni mapya. Roho Mtakatifu ni mwaminifu wakati wote, anatusaidia anatuhudumia kwa namna vile mioyo yetu inashauku ya kuhudumiwa na yeye. Kitu gani unategemea kukiona siku ya kesho kikupatie furaha achilia mbali uwepo wa Roho Mtakatifu, kwa maana ya ibada kwa ujumla, ambayo kaka Joel ametuthibitishia tokea mwanzo wa matangazo kwamba Roho Mtakatifu atakuwepo, nini unatamani ukione kwa maana ya kusababisha pia furaha yako iongezeke zaidi? Nitafurahi kumwona kila mtu akihudhuria hiyo ibada, kwa sababu kwa namna ambavyo mtumishi wa Mungu amejiandaa na vile ambavyo tumekuja kama kaka Henrick hapa alivyosema, ni shauku yetu watu wawe tayari kupokea kile kitu Mungu amekikusudia kukifanya kwenye ibada ya kesho. Kwenye mazungumzo yetu na kaka Joeli alikutaja wewe kama moja watu ambao alikuwa na shauku sana ya kufanya nao huduma. Unajisikiaje kupewa taarifa za namna hiyo wakati huu, na ibada ni siku ya tarehe thelathini kesho? Najisikia vizuri na namtukuza Mungu kwa hiyo neema ambayo amenipa. Naendelea kumtarajia Mungu kwa mambo mengine makubwa zaidi. Nikirudi kwa kaka Modekai ni mara ya kwanza kufika kwenye kufanya huduma mkoani Iringa? bila shaka. A, ndio. na watu wanakufahamu, kuna nyimbo umeziimba na wanazijua. Natamani watu kesho wakuone ukifanya zaidi ya vile ambavyo umekuwa ukifanya. mm. shauku yako nini kwa siku ya kesho? Shauku yangu mkw mimi ni kuona watu kuhudhuria siku ya ibada ya kesho ambayo imeandaliwa, kwa sababu kila mtu hapa amekuja amejiandaa kwa ajili ya kufanya huduma pale, lakini pia Mungu aje utuhudumie kwa pamoja so shauku yangu ni kuona watu pale tukiwa tunamsifu Mungu kwa pamoja. Ukisoma kwenye ile kitabu ambacho amekitumia Mambo ya Nyakati, anakuambia watu walipokuwa wakiimba kwa sauti moja. So nachokitegemea kesho ni watu tukiwa tunaimba kwa sauti moja kumtukuza Mungu kwa sauti moja. Kwa maana sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu, au sauti ipi sauti, au kwa wote tunajua wimbo kwa pamoja, <laughs> kwa pamoja. Yani tunaposema kwa sauti moja, maana yake tukiwa tuna nia moja, kitu kimoja. Yani, wote tunaokuja kwa pamoja tumsifu Mungu kwa pamoja. Kaka, naomba nikukaribishe, nikusikie na wewe pia kwenye maandalizi ya ibada ya siku ya kesho. Wakati uh, unapewa taarifa bwana ujiandae, utakuja mkoa wa Iringa, ulikuwa unaiona picha gani kwenye ibada hiyo ya kesho? Kitu kikubwa ambacho nilikiona kwa ajili ya ibada ya kesho ni kwamba Mungu yuko tayari kujidhihirisha kwa watu wake hmm. Kwamba watu wa Iringa, ambacho kimebaki ni wao kwa ajili ya ibada hiyo, na Mungu yuko tayari kujidhihirisha kwa ajili yake. Na wakati tunazungumzia kwa upande wa Mungu yuko tayari kukutana na watu siku ya kesho, binafsi pia najua kuna kitu natamani Mungu akutumie kukifanya. Unatamani Mungu akutumie kufanya kitu gani siku ya kesho kwenye ibada uh, binafsi ambacho mimi natamani sana uh, unajua kwenye generation yetu sisi vijana adui huwa anatumia sana sisi vijana kwenye generation ya sasa. Kwa kitu ambacho mimi natamani sana, vijana wa Iringa siku ya kesho wakampokee Yesu kwa namna tofauti hasa. Unajua vijana wengi ambao wapo chuo hu na vitu vingi sana vinawakumba huko chuoni. Sasa natamani sana vijana hasa wa chuo, yani siku ya kesho ikabadilisha maisha yao kwa namna nyingine, kitu ambacho natamani sana. Karibu. Asante. Wewe sio mgeni, ni mwenyeji kwa asilimia kubwa, umeshapanda kwenye majukwaa mengi hasa kwenye mkoa huu wa Iringa, ukiachilia mbali mikoa mingine ambayo umeenda, okay. Unaifahamu Iringa nje na ndani kwa asilimia fulani. Yeah, ni muda mrefu, nimekuwa kwa Iringa. Kitu gani ulikimisi kwenye mkoa wa Iringa hasa kwenye huduma za namna hii? Uh, nilichokimisi sana sana sana <coughs> unajua Iringa ni watu wenye kiukweli hawajawahi kutuangusha mara nyingi. Tukiwa tunaandaa hizi ibada, tulikuwa tunaandaa kama pizikato, nakumbuka kumbuka. yes. hicho tunakuwa tuna na sahizi uh, tuko kama watumishi tunaojitegemea. mm. na Iringa imekuwa ina mwamko mkubwa sana, kwa hiyo nimemisi sana ile, ile yeah, wa, wa Iringa yeah. timu uliokutana ulio nayo hapa sio ambayo utakutana nao pia kesho kwa sababu wataongezeka pia watu ambao hawapo hapa katikati yetu, yeah. Ni mtu gani ambaye alikuwa anasema Mungu naomba umsaidie asipate changamoto yoyote tukutane kwenye hii ibada. Uh, mimi nilikuwa natamani nihudumiwe na watumishi wote. Mm. Yeah, na natamani nihudumiwe na watumishi wote. Unajua sisi kama watumishi mara nyingi tunadhani tuna tunakuja tu kuhudumu, mm, lakini tunahudumiwa pia mm, yeah, na watu wanadhani tu sisi hatupokei, okay. Lakini na nasisi pia kuhudumiwa pia tuko, yeah. Kwa hiyo tuko tayari na sisi kuhudumiwa na kila ambaye amba atasimama kwenye, kwenye ile madhabahu sababu kila mtu ana neema yake yeah. Sina mashaka na Joeli kwa maana ya pale anapotokea kanisani yeah, kwa sababu najua amempa sapoti kubwa sana kuandaa ibada hii mm. Nirudi rudi kwako kaka Joeli, watu wanatamani kufahamu uwepo wa kanisa zima kwenye ibada hiyo ya kesho hasa hawa waimbaji ambao wametoka sehemu mbalimbali, ukiachilia mbali Mruma na Roland ambao hawa wanafahamu Iringa ilivyo. Hebu wafanye hawa wageni watatu, waone hatujapotea kuja kufanya huduma kwenye huu mkoa. Yes, jambo jambo la kwanza ambalo ambalo ambalo mimi ninaamini hawajapotea ni kwamba mpaka cha kwanza mpaka wamefika hapa ni kwamba Roho Mtakatifu ameweza kuongoza Yes, licha ya kwamba tuna mahusiano na tumekuwa tukifahamiana, lakini ninaamini hawa ni watumishi wa Mungu ambao hawaendi sehemu tu kwa sababu ya urafiki. Yes, hilo ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili. Uh, mimi nina, nina mwamini Mungu, watu wa Iringa wako tayari kwa ajili ya ibada. Yes, kwa hiyo na watumishi wa Mungu pia wako tayari kwa ajili ya ibada, kwa hiyo Naamini Mungu atakwenda kujidhihirisha kwa sababu mioyo yetu iko tayari. Yes. Naomba Mike apewe kaka Mruma alafu Mike moja apewe dada Jacqueline. Nataka niwafanyie kama kitu ambacho hamkutegemea kukifanya. Naomba dada Jacqueline umuulize swali Mruma kuhusiana na huduma ya kesho. <laughs> Imekuwa ghafla lakini, mm. Labda tu nimuulize kile anakitarajia kwenye ibada ya kesho mm. anatarajia nini? Mimi natarajia kuhudumiwa binafsi mm. uh, kwa sababu kama alivyo, alivyoongea Roland kwamba sisi tunaokwenda kwenye ibada kama watumishi sometimes Mungu anakuwa ameruhusu tuwepo pale, sio kwa sababu mm. ya kuhudumia mm. Sometimes kupokea kitu lakini pia kujifunza. Kwa hiyo niko tayari kwa ajili ya kuhudumiwa, lakini pia niko tayari kujifunza kitu kipi ambacho Roho wa Mungu atanifundisha kesho. Yeah. Mike moja pewe kaka Roland, lakini moja pewe Mordekai. Yo, Mike uulize swali. Swali kabla hujapewa. <laughs> ni mengi sana. Nilikuwa nataka nipate hiyo sasa e, kwako, ma, ma, maswali kabla hujapewa hujapewa mike, ni mengi sana lakini ikukuta umeshashika microphone. E. Ya, maswali yanakuwa yanapotea lakini ya, kwanza nimkaribishe kaka Mordecai, karibu sana Iringa. Asante. ya na <clears throat> katika mazingira haya ambayo umesema ni mgeni Iringa, yeah. Yeah. tofauti na ibada ya, unatarajia ukutane na nini? Yeah. Kwanza kabisa nilivyokuwa yeah. kwenye gari <laughs> nilitamani kufika maeneo fulani fulani, tuliongea na Bandeke, kuna sehemu nzuri nzuri ambazo nishaambiwa za kufika, lakini pia yeah, nikutalitali na kuona vitu vya Iringa, kwa sababu sijaifika kabisa, so natamani kufika, lakini kuna sehemu inaitwa sisiemu, nadhani ni sehemu nzuri ambayo inabidi tumeambiwa tutaenda ya ni yeah. Yeah, sehemu ambayo hatuwezi tukaikosa, okay. Sehemu ambayo hatuwezi tukaikosa sawa. So, naomba yeah. Mike apewe kaka, nitamuuliza maswali. Umefanya huduma kwenye majiji makubwa. Iringa sio jiji, ni mkoa. Inawezekana mapokeo ulio mapokezi uliyopata hayaendani sana na ambavyo umezoea ukienda labda msafara mkubwa kupokea kutoka airport na nini ime kuvunja moyo kiasi gani au imekuimarisha kiasi gani kuamini kwamba bado Mungu yupo kwenye mkoa huu? Ah, uh, unachoamini Mungu ni yule yule sehemu zote. Cha kwanza uh, haijalishi ni sehemu ina watu gani kuna tamaduni gani na kuna vitu gani lakini Mungu ambaye anajidhihirisha Dar es Salaam, anajidhihirisha Dodoma, Arusha, wapi ni yule yule ambaye hata Iringa anajidhihirisha pia, kwa hiyo haijanivunja moyo chochote lakini um, ime, ime, yani ni nazidi tu kuamini kwamba Mungu yule yule ambaye amefanya sehemu zingine zote, hata atafanya na tuendelea kufanya na kuna vitu tunatamani tuvisikie vipya kwenye upya wake. Niombe dada Jacklinea. Najua wewe ni mwimbaji binafsi, inawezekana pia hawa walioko hapo wanafahamu nyimbo zako, na wewe pia unafahamu nyimbo zao, si ndio? wimbo gani wa Mruma unatamani kesho awimbe? Hey, sasa. <laughs> yeah. Unajua huyu ni kaka yangu. Alafu najua ana nyimbo nyingi unazifahamu, yeah, ila natamani wimbo mmoja useme, yani asipoimba au tukitoka mm. Hata soda simnunulia. <laughs> Aha. Labda tu nichague wimbo mmoja lakini si kwamba ndio the best sana kuliko nyingine. We, ya leo umetenda kwangu, unapokea basi naunga hapo Kuhesabu, kupenda Yesu. Yesu. Bila shaka ni wimbo natamani kesho usikie na umwone akiimba, yeah. Na mina naomba Roho Mtakatifu uo uh, wimbo utumie ukupe kitu kipya siku ya kesho, mm -hmm. Naomba maiki ihame iende. <laughs> Unawafahamu hao wengine wote kwa maana au kuna mtu ambaye kumfahamu nyimbo zake anaimbaje? Wote unawafahamu, si ndio? Yeah, nawafahamu. Natamani kufahamu wimbo gani wa Mordecai kesho, natamani kumwona akiuimba. Limekuwa swali gumu, limekuwa swali gumu. Dada Jacklinea, utamani kesho wimbo gani uimbe, dada Jacklinea? Kuna ule wimbo aliyefanya na aliyefanya na, na. na kwa kweli hapa, ukiniambia niimbe eh, unaweza usiupatie eh inavyotakiwa. Yani kwa kweli, kutoa nchikavu inakuwa changamoto, ila eh, kichwani unaimba unaimba. Naomba mike apewe kaka Najua umefanya nyimbo na watu wakubwa wengi ambao tunawaita wakubwa kwa sababu wameshafika maeneo mbalimbali tofauti na sehemu moja mm, na hapa ulionao wote hawa wamevuka mkoa kwa kiwango chao cha kuwa wakubwa kimeshafika mahali fulani mm. Kaka Joeli, apewe maiki. Ehe, ana nyimbo zake inawezekana hujazisikia au umezisikia mm. Kama umezisikia tuambie, umezisikia ili niweze kukupa sababu ya kuelezea Ah okay, sijazisikia. Haujazisikia. Kaka Joel naomba nitaje wimbo mmoja wa brother ambao unasema, yaani huu kesho kwenye hii ibada. I wish ni usikia kiuimba. Nipishe nipite. Nipishe nipite. Hebu tu. Nadhani mimi ndo najua nyimbo zao wote. Okay, sawa. Utatuanzia wimbo wa Modekai. Ah. Okay. Naomba maiki iende kwa brother Mordecai. Mordecai, hawa wote wanafahamu nyimbo zako, ila kuziimba imekuwa changamoto. Ninaomba nikuombe sasa uimbe ambao unajua, nikianzisha wanaweza kaudakilizia. Uh, sidhani kwa sababu mimi nadhani ndo mdogo kuliko wote. wow. <laughs> <laughs> okay. Basi kuna wimbo mmoja nilifanya, naimba

Sawa, yes. so, asante nafikiri inatosha kwako. Turudi kwa mwandaaji wa ibada rasmi kwa siku ya kesho. Naamini sasa moyo wako umeanza kuwa na furaha kuu baada ya kuwaona wahusika ambao umepata nafasi ya kuwakaribisha yani, lakini pia kuona wako tayari kufanya huduma kwenye viwango vya Roho Mtakatifu mwenyewe Uh, sio hasa, lakini uwepo wa uh, dada Jacklinea, kuna kitu nafikiri kimeongezeka kwako. Tunasema ndoto inaenda kutimilika, yeah. Tupe sasa taarifa rasmi kuhusiana na siku ya kesho, okay. Kama watu ambavyo wanaona watumishi wote, watu wa Mungu ambao ni wageni wangu ambao nilikuwa nawatarajia kutoka nje ya Iringa tayari wameshafika, lakini kuna watumishi wa Mungu wengine ambao wataungana na mimi kesho hmm. kwenye ibada ya, na ninawahakikishia watu kwamba Mungu anakwenda kujidhihirisha. Kwa hiyo jambo kubwa ni watu waji, watu watarajie kukutana na Mungu hmm. Na <laughs> watu wandae mioyo yao kwa ajili ya ibada. Joel wewe ni mtu ambaye mimi nimeona umefanikiwa kwa asilimia kubwa kuiandaa ibada kabla muda wa ibada Yeah, ni kweli, nimeona mazingira ya kufanyia ibada yako tayari kinachosubiriwa ni watu yeah, ni kweli, wageni wako bila shaka wamejua au wameona mm. kwamba eneo la ibada ni wapi ulivyo yeah. ulivyowapeleka walipokeaje eneo lile kwa sababu picha yao hawa inaweza ikawa pia sababu ya wageni wengine kujua kama mtu ametoka daa na amekuja Iringa amefurahia palipoandaliwa, hmm, mimi wa Iringa ni nani jamani? Yani mimi mwenyeji ni nini hata nishindwe kufurahia? Watu wametoka Dodoma, watu wametoka Lindi. Okay, na nadhani jambo kubwa ambalo limefanyika mpaka sasa ni kwamba maandalizi pale eneo ambalo tunatarajia kufanya ibada, ambapo ni ukumbi wa Sambala, hmm, yako tayari kwa asilimia tisini hmm. na leo Alhamis mm -hmm. Watumishi wa Mungu hawa wote watakuwepo, wata, wata pale ukumbini na maandalizi yote yatakamilika leo. Kumbuka ibada ni kesho. Kwa hiyo na naweza nikasema hawajafika bado, lakini mchana wa leo watafika, japo wamekuwa wakiona kwamba tayari kila kitu kiko tayari mm -hmm. na na, ninaamini wata wata mazingira yanaruhusu yana, yana, yana yes, mazingira yanaruhusu kufanya huduma vizuri. Kwa hiyo mimi nadhani watu tu wajiandae kwa ajili ya ibada. Naomba kaka Mruma apewe maiki. Mruma, mimi nafahamu unaifahamu Iringa na vyuo vyake. Nataka vyuo viwili uvitaje ukivikaribisha, kwa maana na ukivikaribisha chuo wa maeneo hayo kufika kwenye ibada, vyuo viwili kwanza nianze na chuo ambacho nilisoma chuo cha Iringa, zamani kilikuwa kinaitwa Tumaini Iringa University. Marafiki zangu mlioko kule, walimu wa pale na watu wengine wote, nawakaribisha. Lakini Ruaha Catholic University pia nawakaribisha kwa sababu nilikuwa na marafiki zangu pale pia ambao kuna wengine wako wanafanya kazi maeneo hayo, wengine sijajua kama wamemaliza shule, maana shule, chuo unaweza usimalize. Ya, kwa hiyo nawakaribisha tu watu wote ambao wako maeneo ya Ruaha lakini pia Tumaini nawakaribisha sana sana sana. Naomba apewe pia mgeni mwenyeji ambaye Iringa ni kama nyumbani kwake, vio viwili vingine ambavyo unafikiri uwakaribishi wahusika kwenye ibada ya kesho. Kwa sababu amewakaribisha Tumaini na ruko. Na ruko. Mimi nitawakaribisha mkoa wa university. Okay. Ya mkoa wa university na wakaribisha sana kwenye ibada iliyoandaliwa na mtumishi wa Mungu Joel, na kuhakikishia kwamba na kuhakikishia kwamba <laughs> haitakuwa kawaida kwenye maisha yako. Utakapokuja kwenye ibada hii, Mungu yuko tayari kukuhudumia na maisha yako yataenda kubadilishwa siku ya kesho. Kila mtumishi wa Mungu unayemwona ana neema yake na Mungu anamtumia kwa viwango vya ajabu, so natarajia utapokea kitu kikubwa sana siku ya kesho lakini pia kuna hichi chuo kingine na kisaudi, chuo cha afya pale nchu cha afya chuo, chuo cha afya chuo chuo, yes, yeah, yeah, na kukaribisha pia mtu wa Mungu ulio chuo cha afya PHCI, eh, P yeah. Uh, Mungu akuongoze na Roho Mtakatifu akuongoze kufika kwenye ibada hii ya yeah, A Cloud of Glory, ni ibada yenye utukufu wa Mungu na itakuwa sio ya kawaida. Nikukaribishe, karibu sana, bila kusahau CDTI Pogoro, na wenyewe tunawakaribisha karibuni sana kwenye ibada hiyo. Naomba arudishiwe kaka Joeli kwa ajili ya kutupa mwongozo namna gani ya kufika eneo la ibada siku ya kesho. okay, kwa wale ambao watakuwa wanatokea mjini na wale wanafunzi wa vio watakao watakaokuwa wanatokea CDTI pamoja na chuo cha afya tosa pamoja na chuo cha Mkwawa na ruku sidhani kama kuna chuo chochote hapa katikati nimekisahau wao. Wow, ukipanda usafiri wowote iwe ni pikipiki -piki, iwe ni bajaji, kituo ni Sambala hakiko mbali, ni dakika kama nne kwa bajaji kutoka au uh, tatu kutoka posta Iringa mjini okay. yes uwelekewa... unaenda uelekeo wa Kihesa. Yes, uelekeo wa Kihesa kwa hiyo kabla hujafika kiehesa pale ambapo unaikuta shule ya Highland na hospitali ya Cosmopolitan, ukifika tu hapo unamwambia dereva bajaji au dereva bodaboda akushushe kwenye ukumbi wa Sambala. Atakapokushusha ni kwenye geti la ukumbi kabisa, yani anakushusha unaingia ukumbini direct. Kwa hiyo huo ni uelekeo kwa wale, na wale wote ambao wanatokea mjini, wanaotokea Frelimo, wanaotokea zizi wanaotokea Ipogoro, huo ni uelekeo. Na kwa wale wanaotokea Tumaini Kihesa, Mkimbizi Kihesa, Mtwivila, Bwawani, ukipanda bajaji au ukipanda pikipiki, utakapofika kwenye kituo cha polisi cha Field Force ambapo ni kituo kinachofuata kutoka Majembe, ukifika pale Field Force unamwambia dereva kushushe Sambala ambapo wewe atakapokushusha itakuwa ukumbi uko mkono wako wa kulia. Kwa hiyo anakushusha ukiangalia chini unaliona geti la ukumbi, unavuka barabara unaingia ukumbini. Kiingilio kwenye ibada ya siku ya kesho, watu wafahamu pia kiingilio kwenye ibada ya kesho ni moyo wenye utayari. s yes. mm. kwa maana ya kwamba hakuna kiingilio. Na wageni umewaleta, hamna kiingilio Joeli. Hakuna kiingilio Na watu mia mbili mia tatu, hamna kiingilio. Jamani, naomba kesho mwe kwenye huduma mkiamini, ibada hiyo imeandaliwa bule kwa ajili ya watu kukutana na Mungu. Kwa hiyo Mungu awatumie siku ya kesho, lakini naomba ni itaje tarehe na mwezi, alafu ninyi mtaitikia kwa kauli mbiu ya ile title tunatakaoitumia kwenye ibada, isi ya Kiingereza eh? Okay, mimi nitasema tu tarehe 30 mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano Niwasikie wote kwa nguvu kwa pamoja, na kaka kutoka Lindi, usijikaushe. Tarehe thelathini mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano A Cloud of Glory. Tunawakaribisha sana kwenye ibada ya A Cloud of Glory. Mungu awabariki sana na watakia huduma njema siku ya kesho, mkawe na majukumu mema na ibada njema Amen.